So, sema amina, pigie makofi mengi mengi na vigeregere, wakati anaenda kutufundisha kwa dakika chache sana kama ishirini zitatosha, kumi na tano sio mbaya, halafu tuendelee tutamaliza so, mapema sana leo. Sema amina, Mungu akubariki, karibu ya amani. Salimia jirani yako, mwambie hongera kwa ushindi, mwambie hongera kwa ushindi, mwambie, hongera kwa ushindi. Hongera kwa ushindi. Haleluya. Amen. Ninayo furaha kubwa kukuona ndani ya ibada siku ya leo. Haleluya. Amen. Nina imani Mungu anaenda kutenda jambo jipya tena kwa asubuhi ya leo kwenye maisha yetu. Haleluya. Amen. Amen. Wiki iliyopita ndio tutu tunafunza kwa habari ya maombi ya kufungua ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Tuliweza kuangalia namna ambavyo shetani anapambana katika hali ya kuteka fahamu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliweza kusoma maandiko katika kitabu kile cha Luka 24 mstari ule wa 45. Tuliona namna ambavyo Yesu aliweza kuwaona wanafunzi wake ya kwamba hawana ufahamu juu ya ile ya ule ufufuo juu ya ufufuo wake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu alifufuka, lakini hawakuwa na, na imani. Hawakuamini kama kwamba ni kweli Yesu amefufuka. Japokuwa walisoma habari ya ufufuo wa Yesu, lakini hawakuamini kwamba Yesu ni kweli amefufuka. Bwana Yesu asifiwe, lakini waliweza kuamini pale ambapo Yesu aliweza kuwafungua akili zao bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya! Kwa hiyo unaweza ukawa ni msomaji mzuri sana wa Bibilia lakini ufahamu wako ukawa umetekwa, usiweze kuwa na akili ya maandiko, usiweze kujua namna ya kutafsiri maandiko, usiweze kujua namna ya kuyaelewa vizuri maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo tutaenda kujifunza tena Amina, kwa habari uh, ya namna ya kukomboa ufahamu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika andika, maombi ya kukomboa ufahamu wako ulioshikiliwa mateka. Bwana Yesu asifiwe tunaenda kujifunza kwa habari ya kukomboa ufahamu ulioshikiliwa mateka. Bwana Yesu asifiwe, amina, haleluya. Ufahamu ndio eneo muhimu sana katika mwili wa binadamu linalohusika ufi, sana na kujitambua. Namba moja unaweza kaandika kujitambua moja andika kujitambua. mm. Bwana Yesu asifiwe. Namba mbili andika kufanyia maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. mm. Ufahamu andika namba tatu kutunzia kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. mm. Ufahamu unahusika katika kutunza kumbukumbu zetu. Bwana Yesu asifiwe. mm. Namba nne, vitu vya msingi kama vile ndio taarifa za msingi. Bwana Yesu asifiwe. mm. Haleluya mm. Kwa hiyo ufahamu unahusishwa sana na kujitambua, lazima uwe ni mtu wa kujitambua. Usipokuwa na ufahamu manake, uh, ile hali ya kujitambua kwako inapotea. Bwana Yesu asifiwe. mm-hmm. Haleluya mm. Ile hali ya kujitambua kwako inapotea. mm. Bwana Yesu asifiwe. Mm -hmm. Ah, kufanya namna unavyoweza kufanya maamuzi, ili uweze kufanya maamuzi mazuri, ili uweze kufanya maamuzi yenye busara, ili uweze kufanya maamuzi ambayo yakaleta ufunguo, yakaleta yakaleta uhai kwa kwa katika familia yako ama kwenye maisha yako wewe mwenyewe, lazima uwe na ufahamu. Ukikosa ufahamu, huwezi ukafanya maamuzi mazuri Bwana asifiwe. Haleluya e, ukipungukiwa na ufahamu huwezi ukafanya maamuzi mazuri. Amina. Wakati mwingine unaweza ukawa unaamua vitu, kumbe vitu hivyo unavyoviamua kuvifanya ndivyo ambavyo vinaenda kuharibu maisha yako kabisa. Amina. Unafanya maamuzi ambayo yanaenda kuharibu future yako na familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya e, wakati mwingine lazima ufanye maamuzi ambayo yakaleta yakaleta uhai, yakaleta amani, yakaleta kujenga na sio kubomoa. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya maamuzi mabaya, unaweza ukaharibu mfumo mzima wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, haleluya Ene. Lazima mtu uweze kujitambua. Ukifeli kwenye eneo la kujitambua, wewe umeisha kabisa Ene. Lazima uwe ni mtu wa kutambua nafasi yako lazima uwe ni mtu wa waku, wa kujielewa wa kujitathmini, wa waku, wa kujichanganua kwamba wewe ni nani. Ukishindwa kujitambua, huwezi uka, uka, ukafika kwenye kwenye kwenye hatua nzuri katika maisha yako. Bwana asifiwe. mm. Haleluya. mm. Haleluya. mm. Kwa hiyo ufahamu pia unatusaidia kuweza kutunza kumbukumbu kumbu. Bwana Yesu asifiwe. mm. Haleluya. Huwezi ukatunza kumbukumbu kumbu. Bwana Yesu asifiwe huwezi kutunza kumbukumbu usipokuwa na ufahamu , Amina. Ufahamu unakusaidia wewe kuweza kutunza kumbukumbu. Ili uweze kutunza kumbukumbu zako vizuri, lazima uwe na ufahamu. Usipokuwa na ufahamu wa kutosha, huwezi ukatunza kumbukumbu zako vizuri. Bwana asifiwe, haleluya, Amina. Haleluya, lazima uwe na uwezo wa kuelewa namna gani ninaweza kutunza kumbukumbu zangu. Enza katika biashara yangu Mwana Yesu asifiwe, haleluya. Watu wengi sana biashara zao zimekufa kwa sababu wamepungukiwa na kitu kinaitwa kumbukumbu. Hawana kumbukumbu kwa habari ya mpachi, ambao walikuwa na kumbukumbu vizuri tenda, jana niliuza kiasi fulani, jana niliuza shilingi ngapi?

Eneo hili la ufahamu, shetani na yeye analitumia, na Mungu na yeye analitumia. Ni wewe mwenyewe inakupasa uweze kuelewa, ni wewe mwenyewe inakupasa uweze kutambua ya kwamba mimi ninapaswa kuwaje? Ninapaswa kusimama vipi nitumie njia gani? Bwana Yesu asifiwe, haleluya! E, Mungu anaenda kutufungua fahamu zetu, ili tutaweze kuelewa na maandiko, ili tutaweze kuelewa namna nzuri ya kuishi, namna nzuri ya kufanya biashara zetu, namna nzuri ya kulea watoto wetu, namna nzuri ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya au yako utaweza kufika na kuyafikia maono yako, utaweza kufika katika hatima ya maisha yako. Amina. Hebu fungua na mimi Biblia, Yeremia, Yeremia ile sura ya nne, Yeremia sura ya nne.

wao mwenyewe unakuwa unahitaji mshada wa kufungua ufahamu wako, ili uweze kulea familia yako, ili uweze kutunza ndoa yako. Ukiwa na tamaka ufahamu wako, uwezi ukawa ni mama mzuri, ukawa ni mama bora wa familia yako wako unatenda dhambi hata pasipo kujutia, ni kwa sababu ufahamu wako unakuwa umeshakamatwa hata hujali, hujali siku ya ibada, hujali kusoma Biblia, hujali kuja kwenye mafundisho, hujali chochote, ni kwa sababu ufahamu wako unakuwa umetekwa. Amina. Kwa hiyo shetani anachezea sana fahamu zetu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, amina. Ukiangalia pia namna ambavyo shetani alichezea ufahamu wa hawa katika bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alicheza na fahamu.

tukaweza kuangalia namna ambavyo shetani anapambana kuweza kukamata ufahamu kukamata, kukamata ufahamu kukamata. Bwana Yesu asifiwe, amen, haleluya haleluya. Tazama namna ambavyo shetani aipambana kukamata ufahamu waha. Nitasoma katika kitabu cha mwanzo mstari wa kwanza mpaka wa sita. Basi nyoka akamwambia mwanamke. Hebu tazama hapa, huyu nyoka akamwambia mwanamke, eti ati, akaanza na ati, katika hali ya kumshawishi, ushawishi ushawishi wake alianza na kiunganishi kivumishi kinachosema ati ati, hivi ndivyo ulivyo, alivyo Matunda, miti, msiwe matunda ya miti yote ya bustani? Bustani, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani taweza kula, lakini matunda ya mti ulio katika katikati ya bustani, Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia, akamwambia, nyoka

mumewe naye aka. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri yule mwanamke alikula matunda, aeriga aliala matunda yale kwa kupata ushauri, na ule ushauri ulikuja kwa njia ya kusikia, alianza kushauri akili yake na fahamu ya kwamba Mungu amesema tusiale yale matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini shetani alitumia njia ndefu sana kuweza kukamata ufahamu hapa, akaanza kumwambia sikia, mkila haya matunda mkila haya matunda mtaweza kuhu, kufanana eti na Mungu, mtakuwa na akili, mtafumbuliwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kushawishika, yule mwanamke akatumia naye njia nyingine ya kwenda kumshawishi mume wake, naye mume akala yale matunda, mwisho wake akili zao zikawa zimekamata a kuvuruga ufahamu wao na kuvuruga ufahamu wa ile mwanamke katika ile bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa na ufahamu wa kutosha, unaweza ukakamata ufahamu wako, usijue hapa maisha yako yanafananaje fananaje, hata wewe mwenyewe kujielezea kwa watu na kwa uwezi, kwa sababu ufahamu wako kujitathmini unakuwa umeshakamatwa mm. A je, ni dalili gani asifiwe? Dalili za hawa kutekwa nyara, ama ufahamu wake alishindwa kupambanua sauti, asifiwe.